Soka ni mchezo wa sekunde, katika wakati ambao unasinzia kidogo, ndio wakati ambao unaadhibiwa kikatili sana. Katika hili tukio, Saliba alisinzia kikamilifu. Complete Switching off. Mkao wa mwili ulikuwa sahihi kabisa, kwa sababu katika huu mkao alikuwa na uwezo wa kupokea mpira na kuupasi kwenda kwa Timba au kurudisha kwa David Laya. Ambacho alipaswa fanye ni kuangalia bega kusan, I mean kabla ya kupokea mpira na kufanya kabisa. Tazama wakati mpira unatoka mikononi mwa Laya, Saliba ameangalia mbele, mpira upo njiani, Stiri ameangalia mbele hadi vini anamfikia stiri, ameangalia mbele, anakuja kushtuka nikashachelewa, muda mwingi sana. Yote tisa kumi ni maamuzi bora kabisa ya vini. Wakati laya anaanza kurusha mpira, vini yupo mbele ya timba, hadi mpira unatoka kwenye mikono ya laya, vini ndio akaanza safari ya kwenda kumpresi saliba. Smart decision, kwa sababu alimwacha saliba akijihisi yupo free then haraka sana akachomoka kwenda kupresi. Ni maamuzi ya haraka sana kiasi kwamba hata timba hakutarajia. Tazama, anampisha vini kwa kushtuka. Smart decision fast reaction, pongezi kwa vini. Then imajini hilo tukio lote, mpira kutoka kwenye mikono ya laya kwenda kwa saliba, vini kumpresi saliba na kufunga, limetokea ndani ya sekunde saba. Hilo ndo soka, hamna muda wa kupepesa ukope. Kwa mfano kama ukiniuliza maamuzi ya haraka ya vini ametufanya tulione kosa la Saliba, big yes. Je, Saliba alikuwa na haki ya kuswitch off? big no. Kama nilivyosema mwanzoni, soka ni mchezo wa sekunde. Sekunde moja tu ina uwezo wa kubadilisha kila kitu kwenye soka. Sasa nusu fainali ni Arsenal dhidi ya PSG.